na siku ya leo tutakuwa tunapitia system ya <coughs> Markaz Ibn Hajar arasah llahu taala. Na system yetu kwa leo watumiaji ambao wanaweza kutumia namna hizi ni baina ya admini, mwanafunzi pamoja na walimu. Watu wote wanaweza, kila kipengele ambacho utakuta kina apply katika safha yako, basi unaweza kutumia kama haya maelekezo tutakayopeana hapa. Jambo la kwanza e... Tutaanza, tutapitia leo vipengele kumi takriban. Kipengele cha kwanza kikiwa ni kuingia na kutoka katika system. Cha pili, iwapo mtu wakati wa kuingia amesahau password, nini anafanya? Cha tatu, mtu akitaka kubadili password, nini anafanya? Cha nne, mtu akitaka kuingia katika sofa yake ama ukurasa wake wa wasifu au anaita profile page, anaingia vipi, namna gani? kubadili na <coughs> ya kubadilisha lugha katika system, namna gani ya kuweka ada ukishalipa ku-upload yale malipo yako katika system. Namba saba tutaangalia attendance ya wanafunzi nane, namna gani mwanafunzi ataangalia kitambulisho chake katika system. Namba tisa namna gani tutaangalia mahudhurio la namba tisa tutaangalia jedwali la darasani yani timetable. Namba kumi, tutaangalia walimu wanaohusiana na masomo yetu tunayosoma darasani pamoja na mawasiliano yao namna gani ya kuwasiliana nao. Na basi na kuchelewesha muda, tuanze namna ya kuingia system. Ukishafika ukijua linki moja kwa moja itakupeleka kwenye safu kama hii. Ifungua utabonyeza ingia, ambapo hapa itakuja itakuonyesha hapa inabidi jina la mtumiaji. Hizi namba, kila mwanafunzi atagewa na password. Mara nyingi password ya mwanzo inakuwa ni jina lako la mwisho. Mathalan, huyu ndugu yetu jina lake la mwisho anaitwa Bakari, kwa hapa tutaandika Bakari kisha tutabonyeza ingia. Kwa sasa ndugu yetu atakuwa akishaingia katika system, na maelezo yake yatakuwa ndo kama hivi yanavyoonekana, natumia kompyuta wala natumia simu, na hizi yatakuwa yanaonekana namna kama hizi, kama sitakosea. Kwa hiyo ndo namna ya kuingia. Tuangalie namna ya kutoka, utabonyeza hapa alipo andiko ondoka, itakuuliza unahitaji kutoka, utabonyeza ndio, itakutoa katika system. Kwa hiyo tutakuwa tushamaliza kipengele cha kwanza, namna gani ya kuingia na namna gani ya kutoka kipengele kinachofataapookat jina la mtumiaji utatia zile namba jina la koina yani lamwishonanamba yasimu ataweka na namba yake ya simu, inaanza na madhali ya nchi mathalatanzania mbili tano tano Kenya mbili tano nne Uganda mbili tano tatu kisha ataandika ya simu mpaka mwisho namba zinabidi hapa ziwe kumi na mbili. Kwa hapa itamsaidia kurejesha password yake, kisha atabonyeza ongeza password mpya. Password yake itabadilishwa tena kwa password mpya, password mpya itakuwa ni jina lake la mwisho kwa herufi kubwa. Mfano huyu ndugu yetu anaitwa Bakari, manake password yake mpya itakuwa ni Bakari kwa herufi kubwa. Musa Ali Bakari kwa, kwa herufi kubwa na hiyo ndo namna ya kusahau password. Mimi sasa hivi sitarekebisha password yake, kwa sababu baadhi ya data nyingine sizijui kuhifadhi namba yake ya simu na kadhalika. Kwa hiyo tutaingia kwenye system kwa kuwa inakubali system yake. Tutaanza moja kwa moja na nukta hii ya kwanza kwenye namba hapa. Kwenye nukta hii ni kwenda kwenye safu ya mwanafunzi. Haya ndo maelezo ya profile ya mwanafunzi ama hii ndo profile page. Kwa tulisema kipengele namba nne taka ni kuangalia safu ya mwanafunzi ama wasifu wake, ambapo ni hapa Ukibonyeza hapa na ukibonyeza zile namba za juu unakuja ule ule wasifu. Kwa kipengele hichi cha wasifu na kipengele cha hapa wenye namba ni sawa sawa, kwa user yote atakayebonyeza namba zake hizo zitamleta hapa. Kutakuja kunia kunia kwa Kiarabu, jina lake kamili na jina lake kwa Kiarabu, namba ya mtumiaji au jina la mtumiaji na hii yake, hii na hii hii email yake, password na vyote hivi anaweza kaviedit anaweza kaviedit kwa kuja hapa alipoandikwa Edit kisha ubonyeza edit hii. Namba yake ya mtumiaji hawezi ku edit kwa sababu ni system, ama email anaweza kabadilisha akaweka email yake labda yote itakayokuwa atakuja ku edit mwenyewe, nitumie kama ni mfano tu, na jinsia anaweza kabadilisha, kunia anaweza kaandika vyote vile, namba ya simu. Muhimu tukumbuke kwamba namba ya simu inahitajika 12 kwa namba yako ya simu. Inaanza na sifuri, nenda kaondosha sifuri, weka mada hali ya nchi 255 254 253, na kadhalika, kisha utatuma. Ikisha hifadhi data, utaletewa ujumbe kama huo, kwamba data zimehifadhiwa. Ukitaka kurudi kwenye safha ya mwanzo, utabonyeza hapa lilipoandikwa Markazi Ibn Hajar, utaletwa katika data zako. Kipengele chetu cha tatu mri kwa tutakachokipitia siku ya leo Namna ya kubadili paswodi, kwa paswodi yake, labda huyu ni Bakari, hataki iwe Bakari, anataka paswodi yake iwe labda namba zake za pasipoti, namba zake za simu, anataka kitu chengine tofauti na Bakari. Kwa atabonyeza badili paswodi, ataambiwa atie namba paswodi yake ya zamani ambayo anaikumbuka ataitia, kisha atatia paswodi mpya, kisha atarejea kutia paswodi mpya, na baada ya kumaliza kurejea atabonyeza badili paswodi. Iwapo paswodi mpya na paswodi ya zamani hazijafanana basi hichi kitufe kitakuwa kifanyi kazi kama hivi. Kwa zitakapofika tu kufanana halas, kitakuwa kinafanya kazi kama hapa tunavyoona, lakini lazima utie na password ya zamani ambayo ulitengeneza. Ukishamaliza utabadili password, kama nilivyoambiwa sitaki kubadili password za ndugu yetu huyu kwa cha kama, kama ilivyo. Utakuja kwenye system, kama ikikuleta safha kama ile mathalan, ubonyeza badili password. Ukibonyeza kwenye kilebo hichi na kupeleka kwenye mwanzo kabisa mwa system. Kwa ukitaka kufika kwenye ukurasa wako wa mwanzo ama kwenye homepage, utabonyeza mwanzo itakuleta katika ile safu. Kwa ukifika hapa, tushaona namna ya kubadili password utabonyeza hapa ili ukabadili password zako. Na tutaendelea mbele, e, tutaangalia namna ya kubadili lugha. Namna ya kubadili lugha tabonyeza hapa, utakuja ima Kiswahili au Kiarabu, ndio lugha zinazotumika. Kwa kama hapo lugha yetu inaonyesha ni Kiswahili, kutabadilisha kwa Kiarabu, na tutaona pamebadilika saizi, pamekuja lugha ya Kiarabu, mpaka majina na kila kitu imekaa katika namna ya Kiarabu. Na tunaweza tukairejesha ile ile ya Kiswahili kama ilivyokuwa mwanzoni, kwa tunaona hapa na kuna kuja kipengele cha nne ambacho eh, kipengele cha nne ambacho ni profile. Tulisema tumekielezea hichi wasifu, pamoja na hizi namba ni kitu kinachoendana kwa, huku unaweza kubadili data zako tofauti tofauti ili kuziweka sawa kama kuna sehemu zimekosewa. Na baada ya wasifu tushaona na kubadili lugha, tutaenda kukava kipengele cha ada kama inavyofuata hapa mathalan mtu amelipa ada kwa mwezi elfu kumi na tano. Baada ya kulipa hapa, atakuja atachagua malipo, labda ada ya masomo kwa mwezi ya elfu kumi na tano ya kawaida ama si muhimu kwa Wakenya. Allah mustani mtakuja kumalizana na mwalimu, japokuwa ameniambia hichi kipengele si muhimu kwa sasa, ila akifika hapa ataandika pesa aliyolipa, mathalan elfu kumi na tano. Hapa atakuja kuweka screenshot ya yale malipo aliyofanya, kisha weka screenshot, atachagua kinachohusika, atakiweka bila ya kuweka screenshot haitakubali, utatuma data zitasaveiwa, mwalimu ataweza ata kukusave. Wana wanajua namna gani ya kuatia vijana haraka haraka, ila kila ukizidi kukaa unaweza kuwauliza walimu mwenza kipengele cha mahudhurio leo tulijaribu kuita majina tukamwekea huyu mmoja katika hao walikuwa hawapo akaekewa kuwa hayupo kwa huyu yupo katika siku za mwezi huu siku 30 siku moja alihudhuria siku moja hakuhudhuria kwa akiwa amehudhuria itaripoti hapa kwamba yupo na itakaa rangi ya kijani ikiwa ameomba ruksa itaripoti kwamba kaomba ruksa itakaa rangi ya orange na ikiwa hayupo itakaa rangi nyekundu kama hapo tunavyoona na muda wa kuita mahudhurio ulikuwa ni muda huu sana dakika na aliyeita hapa tokeza jina la mwalimu na kadhalika. Ama hapa kuna tarehe mathalan, kulikuwa na tarehe nyingine alikuwepo. Kwa mathalan leo tarehe 19, tukirudi nyuma tarehe 18. Tarehe 18 atatuambia hakuna data zilizorekodiwa kwa mwanafunzi wetu, hakuna data zake zilizo zilizokuwepo kwa. Hii ni kwa ajili ya kubadilisha kubadilisha data tofauti tofauti. Pia 19 tutaambiwa kuhusiana na maelezo tarehe 19 hapa itakuja istihsa za mwezi mzima mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano Maelezo yake ni haya hapa na, kuhusiana na hiki kipengele cha mwisho, ni kipengele cha utoro na ruhusa. Tukienda upande wa kulia aa, nitwambie muda wa mahudhurio ni huu, hali yake alikuwa hayupo. Kama alikuwa hayupo, ni mtoro au ana ruhusa, itatokezea hapa ruhusa, sababu hakuna data kwenye sababu. Na hapa kwenye kuchagua pia unaambiwa uweke sababu, kwa ukibonyeza safa nyingine kwa ajili ya kuweka sababu. Haya, ndo mahudhurio yako. Kwa hapa, sababu labda alikuwa ni ugonjwa, tutaandika ugonjwa, na hapa tutaenda, tutachagua faili linalohusiana na hayo maradhi aliyokuwa akiugua. Mathalan, tutaweka faili letu, kisha tutatuma, iwe PDF iwe picha, litakubali. tukishatuma hapa, yatakuwa mahudhurio yake. Sasa tukiangalia, sababu ni ugonjwa umekuja na hapa mwanafunzi anaweza akaona kwamba akibonyeza hichi kitufe ikampeleka kwenye huo ugonjwa husika ikaweza kudownload na kadhalika. Mm. Sasa kaidownload ile peji ya, ya ugonjwa aa, na vitu kama hivyo kisha kipengele kinachofuata hapa itakwambia hapa, hapa, kwa sawa kidogo pata kuja kurekebishika patakwambia tahta alijraat, yani, under processing ipo ina, inakaguliwa ombi mwalimu akishamaliza kulikagua, atali atalisa atalifaulisha ombi au atalifelisha. Likifaulishwa maana yake mwanafunzi itakuwa ruhusa yake imekubaliwa au utoro wake umekubaliwa. Likifelishwa maana yake atabakia kuwa ni mtoro siku ile na ruhusa yake haitakuwa imekubaliwa. Kwa hiyo hicho ndio kipengele kizima kinachohusiana na mambo ya mahudhurio. Watu wajitahidi mahudhurio, wala si kwenda kuanza kufuatilia na kadha na kadha. Tujitahidi, kwa sababu ni kusoma dini huku. Eh, Mtume anatuambia man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi sahala Allah lahu bihi, bihi tariqan ila aljannah, mwenye kushika njia kutafuta elimu Allahum sahilishia mtu huyo njia kuelekea peponi. Na si katika uwanja wa mawaidha au kutoa waadhi, lakini fadhila ni nyingi sana za kutafuta elimu ya kisheria. Kwa watu jitahidi kwenye mahudhurio, wala tusiende tukakimbilia kupeleka nyudhuru na kadhalika. Na kipengele kitakachofuata kipengele cha nane kitakuwa ni kipengele cha kitambulisho. Kwa hapa ukibonyeza moja kwa moja kitakuja kitambulisho chako, unaweza ukapiga screenshot ukakidownload ukakikuza kidogo na kadhalika. Na hichi kitambulisho mimbabil faida, kama utaiskan hii QR code itakupeleka kwenye ile safa yako ya mwanzo, hii safa hii tunayozungumzia ndipo ukiskani hiki kitambulisho kwa QR code, ukienda katika hiyo link itakupeleka katika katika katika kitambulisho huu hii swafu. Kisha nafuata masomo ya leo somo ya leo, kwa masomo unayotarajiwa kusoma leo baada ya Qur'ani, maana kila siku kuna Qur'ani na masomo mawili mengine ya ziada kwa kipindi, na nahisi mida ndio hiyo. Kama kuna tofauti, walimu watakuja watarekebisha huko mbeleni, mida ya vipindi kwa hapa somo la leo ni fikhi na adhkari baada ya kusoma Qur'an. Na hapa tukiangalia kwenye ratiba ya masomo mustawa wa kwanza, fikhi na adhkari zimewekwa rangi ya kijani. Kwa huyu ndugu yetu, anasoma mustawa wa kwanza, ana masomo haya hapa kwa wiki nzima, na siku ya Jumatano na Alhamisi ana kipindi kimoja kimoja kama tunavyoona hapa. Hii rangi ya kijani ndio vipindi vyake vya siku ya leo ndio vimetokezea hapa kwa moja kwa moja zikishawekwa linki sasa, hizi naona bado hazijawekwa, na inshallah linki zikiwa tayari mtajulishwa na walimu. Utabonyeza hapa kwenye hii fiqh itakupeleka, itakupeleka kwenye fiqh na kwenye adhkari itakupeleka kwenye adhkari moja kwa moja. Yani kwenye darasa moja kwa moja utaingia darasani. Na kipengele cha mwisho eh, kabla ya mwisho ni ratiba ya masomo ambayo tushaeleziana hapa kwa ufupi kwamba hizi rangi za blue haya ni masomo ambayo unayasoma na eh, hii rangi nyekundu siku hii hapa hamna kipindi, na hizi rangi za kijani siku hii hii, maana yake hii ndo siku ya leo na hivi ndo vipindi utakavyokuwa navyo baada ya kipindi cha mwanzo cha Qur'ani, kisha inakuja masomo yote anayosoma mustawa wa kwanza, kuanzia lugha mpaka somo la mwisho alkitaba, au kama kuna mengine yataongezwa mtakuja kuyaona hapa. Mwalimu anayekufundisha atokezea kunia yake na jina lake, kisha hapa kitabu kama kitabu kishat ambacho mtakuwa mnasoma. Ukibonyeza hii sehemu itawaka rangi kama hii, badala ya rangi hii, kisha waka rangi hii, ukibonyeza moja kwa moja kitabu kitaji download unaweza ukakiona katika simu ukapitia ukaenda kuprint kwa, kwa ajili ya kuandika mukhtasari wa somo. Kwa vitabu katika kila somo kuna takiwa kuwepo vitabu, walimu wakiviweka inshallah mtaona hapo kimebadilika. Kisha mawasiliano, ima unaweza kumpigia simu ya kawaida mwalimu au ukachat naye kwa WhatsApp. Kwa hapa unaenda kulia na kushoto ili kupata maelezo zaidi ya kipengele hichi. Na tukishamaliza hapo itabakia kitu kimoja kinaitwa khutwa. Khutwa ni ule mwendo wa mwanafunzi katika masomo yake mwanafunzi kama huyu, sasa hizi yupo mstari wa kwanza, anatarajiwa kuwa akishamaliza mstari wa tamhidi. Kwa tamhidi hapa kuna masomo moja mbili, haya masomo yake anatakiwa akishamaliza, ndio maana amewaka rangi ya kijani. Kisha sasa hizi ni kwa ajili ya maonyesho na kuweza kuelewa kinachokusudiwa. Na mstari wa pili imekaa rangi nyeusi, kwa sababu bado hajafika, ama akifika yatakuja, yatawaka rangi nyingine tofauti na mpaka mustawa wa mwisho na kila kipengele inshallah kitakuwa kina maelezo yake. Na tuzidi kufuatilia system yetu. Allah atulie wepesi, itakuwa nzuri kuliko tunavyotarajia. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Kwa leo tuishie hapa, kama kuna lolote ile tunaweza tukauliza walimu na maadmini wakatuelekeza. Kwa namna ya kuondoka, ukishamaliza kutumia system bonyeza ondoka ili kutoe katika system, usikubakishe ndani ya system. Wa ila huna wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.